Atakuwa huku bwana. Abana, vipi mzee? tu naona umeenda hivi, umerudi huku, umeenda huku sasa hivi unaenda huku, shida nini? how the problem? Mi kuna watu wawili nawatafuta, watu wananisumbua kishenzi namana. Niwatafuta huku kote, sijawaona. Sasa najua watakupa umu na ndio maana nataka niingie huko nikaangalie. Kwa hiyo watu wawili hao ndio wapo mpolini huko, unahangaika huku na huku, ndio wapo kwenye maji? Watu wa, wa design gani ambao utapata huko? Hao watu wawili na watafuta mimi, na ndio maana nimewatafuta huko kote huko, sijawaona. Na ndio maana leo nimesema nimewatafuta hapa mara mwisho, nataka niingie huko nikawatafute. Watu wa design mbili, alianzisha mapenzi na alianzisha hela. Ah, watu wananisumbua sana maana kenye mapenzi napata shida, kwenye kutafuta hela nateseka. Umeelewa? Ndio maana nawatafuta, nikiwakuta sijui nitawafanya nini, maana nitakachowafanya jamaa. Wananipa shida kweli kweli, yani <laughs> sikia, sasa nikwambie hawa watu wawili ambao wanatafuta, ee alianzisha hela na mapenzi, hawapo humo, wameenda huko. Nimepishana nao mimi, nimeenda huku Jinga kweli. <laughs> Nachoka mimi, anamtafuta -tum -tum mtu alianzisha hela na mapenzi. Mapenzi nimeanzisha mimi.